Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina anaitwa uh, Benson Mwangi, mchungaji wa kanisa kuu la ACK St. Peter's uh, cathedral mbere ya Siakago. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema na wokovu. Tunataka kuwaalika Wakristo wote wa Cathedral na watu wote ambao wanaishi maeneo ambayo iko karibu na Siakago wa mkutano mkubwa wa crusade ambao tutaanza siku ya Alhamisi tarehe kumi na saba tutaendelea mpaka tarehe ishirini Jumapili, ndio tutamalizia kwa mkutano mkubwa hapa Siakago Town. Neno la Mungu litahubiriwa, watu wenye wako na mahitaji wataombewa, watu wataokolewa kwa sababu wakati huu tunakumbuka wakati wa Easter, wakati Yesu alitulipia gharama, dhambi zetu zikaoshwa kwa damu yake, akabeba magonjwa yetu, akapigwa mijerendi, akapitia uchungu ndio sisi tukombolewe. Kwa hivyo tunawaalika wote tujumuike pamoja. Kuna wahubiri na wageni ambao watakuwa wanatuhudumia. Saidi ya juu ya hiyo mikutano, unaweza piga nambari 0721 87989 uh, na Mungu atatubariki. Karibuni wote na Bwana atatutenda mema. Asante.